Na aya imezungumza wa, kwa waoaji wa hatua ya kwanza, basi lazima mtu aangalie vizuri hii aya inavyoanza anaikuta imeanza na wake wawili. Tusiwe na ule ushamba wa ukoloni kwamba mtu akianza anaoa mke mmoja. Anaweza mtu akaoa adhuhuri mke mmoja, na alasiri akaja akaoa mke mwingine kwa siku hiyo hiyo moja, na ikiwezekana na zimepangwa sasa, ikawezekana umeanza adhuhuri mke mmoja sawa, swala zitakuwa tano, lakini wake unaweza ukafanya wanne. Tuko pamoja. Unaweza ukaona karaha na watu wakasema e, hey, umezidi tena, na kuna baadhi ya mashehe wanaweza kupiga kelele, maana si mtindo mzuri, maana yake sijui nini, nini, nini, eh, kijamii sijui kinini, lakini kiharakati inakubalika. Adhuhuri mke mmoja, la asiri unaendaengeza mke wa pili, magharibi mke wa tatu, isha unakwenda kumalizia mke wa nne takbir. <tibu obama> hiyo ndo hali. Wa fi dhalika falyatanafas almutanafisun, basi kwa hayo, wale ambao wenye kupenda khairi washindane kwenye mambo ya khairi. Umeona wewe mumeo ume, ume, kaoa zidisha vikorombwezo kama asili yako matendo mazuri, mume atakaa atakwenda hamu ya kwanza tu ile mapapara tu ah, halafu namwona wewe ndo awali, wewe ndo umekuja mbona, unamfanyia vile vitu. Mpaka wewe baba hiki umetulia, kama dereva wa ndege, una wasiwasi. Yeye anakwenda akarudia na nakwenda na mwisho, namsikia wewe ndo awali, mwenyewe wewe ndo awali, bwana, nikuache wewe mimi nitakwenda wapi kwa sababu vile vitu vyako hujavitupa. Lakini ukianza kuchanganyikiwa tena, kwa kuwa mume kaoa tena, hunaudi unalala na watoto kama bata.